Habari za leo, mabibi na mabwana. Um, heri ya mwaka mpya 2026. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba wote tumeuona mwaka mpya 2026 salama, na leo tuna habari njema tena kwenu. Kama ilivyo ada, naomba nichukue fursa hii kuwakaribisha wananchi wote kwenye maadhimisho ya Siku ya Sheria nchini kwa kanda yetu ya Dar es Salaam. Maadhimisho haya yatafanyika katika viwanja vya Mahakama Kuu Uh, Kivukoni front ambako maarufu wanaita Mwembeni kuanzia saa moja na nusu asubuhi. Uh, maadhimisho hayo yataanza na ukaguzi wa gwaride maalumu ambalo litaandaliwa kwa ajili ya kuonyesha kwamba mwaka wa mahakama unaanza rasmi. Siku ya sheria huwa imewekwa kwa ajili ya mila na desturi ya mahakama ili kuonyesha kwamba sasa mahakama inaanza mwaka wake rasmi na kuanza shughuli zake rasmi za utoaji haki Uh, siku ya sheria kama ilivyo ada yetu huwa inaongozwa na kauli mbiu kwa ajili ya kila mwaka, kauli mbiu ambayo itazinduliwa siku ya sheria na ndio itakuwa kauli mbiu ambayo itatumika katika kuendesha shughuli za mahakama kwa mwaka huo ambao umefunguliwa. Kwa mwaka huu 2026 siku yetu ya sheria itaongozwa na kauli mbiu inayosema mchango wa mahakama katika ustawi na maendeleo ya Taifa. Katika kutekeleza dira hii mihimili yote ya dola itahusika kwa yale majukumu ambayo yamepangiwa kikatiba, na mahakama ni moja kati ya mhimili wa dola utakaohusika katika utekelezaji wa dira hii. Kwa upande wetu wa mahakama, kuna mambo mengi ambayo tutayaendeleza katika utekelezaji wa dira hii, ikiwemo kufikisha huduma karibu zaidi na wananchi kwa kufungua mahakama nyingi ambayo lengo letu ni kila kata nchini iwe na mahakama yake ya mwanzo. Vilevile vile mahakama imepanga kuboresha matumizi ya TEHAMA. Kama tunavyojua sasa hivi, mahakama imeondokana na matumizi ya makaratasi kuanzia mahakama ya wilaya hadi mahakama ya rufaa, hivyo tuko kwenye mahakama ya kielektroniki na kila jambo kuanzia ufunguzi wa kesi hufanyika kidijitali. Kwa hiyo katika kutekeleza dira ya taifa ya ishirini hamsini mahakama imelenga kuboresha zaidi matumizi ya mifumo ya tehama. Vilevile vile, kutokana na kuboresha mifumo ya tehama tutaboresha huduma nyingi ambazo zitapelekea pia kuboresha uwajibikaji na uwazi wa mahakama. Sasa yote haya ni mambo ambayo tutayafanyia uchambuzi katika siku ya sheria na wananchi watapata kujua shughuli zilizofanywa na mahakama kwa mwaka uliopita wa 2025. Vile vile tutaweza kujua na kupeana mikakati ya mahakama ya shughuli zake katika utekelezaji wa dira na katika utekelezaji wa shughuli zake kwa mwaka 2026. Katika siku ya sheria mambo mbalimbali yatakuwepo, mbali tutakuwa na ukaguzi wa gwaride kama nilivyosema hapo awali, pia tutakuwa na hotuba kutoka kwa wadau wetu mbalimbali akiwemo mwanasheria mkuu wa serikali, wakili mkuu wa serikali, Chama cha Wanasheria Tanzania. Mgeni wetu maalum pia atakuwa ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, naye atatoa neno lake, lakini kilele hicho kitafikiwa kwa hotuba rasmi itakayoakisi malengo ya mahakama kwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita na sisi pia tutalenga, tutaakisi kwa ndani zaidi malengo ya kanda ya Dar es Salaam kwa mwaka 2026 na mafanikio tuliyoyapata kwa mwaka 2025 na michango ya wadau wetu mbalimbali katika kufikia azma ya kutekeleza kauli mbiu yetu na kuanza kutekeleza kauli mbiu ya mwaka 2026. Mambo mengi yamefanyika ikiwemo kupanga mashauri kwa mkakati kutokana na aina ya mashauri yaliyopo. Tumeboresha miundo mbinu, tumeboresha rasilimali watu, ambayo yote hii imeleta tija na matokeo chanya kwenye mahakama zetu. Matokeo haya yanaweza kuonekana maeneo mbalimbali, ikiwemo magerezani, kwenye takwimu na mambo mbalimbali mbali, ambayo yote yanaenda kuchangia maendeleo ya taifa. Baada ya kusema hayo, naomba nichukue tena fursa hii kuwakaribisha rasmi katika maadhimisho yetu ya kilele cha siku ya sheria kitakachofanyika siku ya tarehe mbili mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na sita ambayo itakuwa siku ya Jumatatu kuanzia saa moja na nusu asubuhi pale katika viwanja vya Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam, ambayo iko barabara ya Kivukoni mkabala na bahari ya Hindi. Karibuni sana wananchi wote, tujumuike sote kwa kuwa nyiye ni wadau wetu Mje mtusikilize yale ambayo kwa pamoja tuliweza kufanikisha, na tuje tupange mikakati rasmi kwa ajili ya kuukaribisha mwaka elfu mbili na ishirini na sita kwa ajili ya kutekeleza jukumu letu la kikatiba la kutenda haki, na kama ilivyo dira yetu, haki sawa kwa wote, mapema ipasavyo. Asanteni sana na karibuni nyote.